Tunapenda mshukuru Mungu kwa ajili ya vijana au waliopo mbele yetu. Mwaka huu katika usharika wetu tumepata bahati ya kuwapata vijana mia moja na kumi ambao wameanza mwaka wa kwanza wa kipaimara, na leo hii, na leo hii tunapenda kuzindua rasmi darasa la lao. Kabla ya kuzungumza nawa vijana, nipende kuwabonga wazazi na wadhamini wa hawa vijana wasimame. Kwa kweli mshukuru Mungu kwa ajili yenu kwamba sasa watoto wetu vijana wetu wamefikia wakati wa kuanza masomo ya kipaimara, na tayari wameingia darasani na sasa wataendelea. Leo hii tunapenda kuwatangaza rasmi katika usharika huu, na kwa kweli kwa siku ya leo itawaita wahudumu wote ili wahudumu, kila mhudumu atamshika mtoto mmoja mmoja, kama watakuwa wamebaki tashika wawili, ili wanapotoka hapa waweke kwenye viti, waweze kujua kwamba sasa wao ni sehemu yenu, ni sehemu ya kazi ya wahudumu, ni sehemu ya kazi ya washarika katika usharika wa wenu. Kwa hiyo wazazi, tunapenda kwa kaki kuwapongeza sana kwa kazi kubwa na nzuri ambayo ineifana kwa ajili ya watoto hawa, na sasa watoto wamefika benki hii. Tunapenda kuwapongeza sana, makofi mengi waajiawaaa wazazi mbaya nawakadisha wahudumu na wazee wote wafike neearuisha watoto hawa vijana hawa. Sasa sio watoto tena, hawa ni vijana. Vijana hawa katika nafasi zao, wanaporudi kwenye nafasi zaaa na kuongoza na kuwaelekeza jinsi wanavyostahili kuwa washirika katika ushirika wetu wa kanisa kuu. Basi naoazitulie tuombe, naulioea darasa hili. Mwenyezi Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuomba wajalii ndugu zetu hawa uliowaita wewe mwenyewe, wapate kujifunza imani ya Kikristo, wape neema yako wakuone wewe na kupata katika mafundisho haya, waondolee maovu yao yote na kuwaumbia imani ya kweli. Kwa neema yao, wape nguvu na ujasiri wa kumshinda movu Shetani na moyo wa kuipenda neno lako, waweze kumaliza vyema kipindi chao cha mafundisho na kupokea baraka zako za Mungu Mtakatifu. Tunapenda kukushukuru kwamba wewe ndio uliyeanzisha kanisa na unaendelea kuliongoza kwa Roho yako Mtakatifu. Tunakusihi utujalie hekima ya kimbingu, vipawa na uwezo wa kujilea kundi hili lililoko katika madhabahu yako kwa mafundisho ya neno lako takatifu, ili sote tukue katika neema yako na kukushuhudia ulimwenguni pote. Jina lako litukuzwe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

inafunguliwa rasmi na inaanza kujifunza kwa mm, utaratibu kwa kanisa hili mm, na usharika wetu cakwaje hiyo. Tunamtakia mwalimu kila la heri na baraka za Mungu muu, kwa kushirikiana wazazi pamoja na wahudumu katika <laughs> kuifundisha darasa hili mpaka itakapohitimu, mana tafurie katika numaa. Basi kuendeje katika amani ya Bwana.